Mambo yanazidi kuwa mazito. Mange Kimambi dada wa taifa ameamua kumwanika Vanessa Mdee pamoja na Jux. Watu wengi sana a, walikuwa wanadhani au kufikiri a, Vanessa Mdee baada tu ya kuanzisha mahusiano ya kimapenzi a, na huyu mwanamuziki lakini pia mwigizaji Rotimi, huenda kweli Vanessa Mdee alikosa alichokitaka kwa Jux lakini sio kweli. Tunafahamu wazi kipindi chote ambacho Vanessa alikuwa na mahusiano na uh, huyu Juksi, kuna mambo mengi sana ambayo yalitokea. Ilifikia hatua Vanessa na Juksi wakaanza kuojiwa kwenye mitandao ya kijamii katika media mbalimbali, kwamba nyie mmekaa katika mahusiano ya kimapenzi muda mrefu, lakini suala la mtoto linakuwaje? Lakini walikuwa wanaficha ficha tu chini kwamba bado hatujafanikiwa, lakini pia bado hatujaweka mipango sawa, mambo kama hayo. Lakini baadaye baada ya Vanessa na Juksi kuachana, Vanessa akaanza kumwaga kwenye mitandao ya kijamii kwamba Juksi hana uwezo wa kunizalisha, Juksi mbegu zake ni dhaifu, mambo kama hayo. Alimdhalilisha sana Juksi mitandaoni, ilifikia hatua Juksi akawa hana la kuzungumza. Mara nyingi sana Juksi akawa anahojiwa mitandaoni kwamba eti Juksi ni kweli hauna uwezo wa kumzalisha mwanamke? Hilo swali lilikuwa linamuumiza sana Juksi kwa asilimia kubwa sana. Na sasa hivi tunaweza kusema huyu mke wa Juksi Priscilla amemuheshimisha Juksi kwa asilimia kubwa sana baada ya Vanessa Mde kumchafulia Juksi uh, jina lake kipindi hicho kwamba hana uwezo wa kumzalisha mwanamke. Lakini kwa sasa hivi, siku ya leo, dada wa taifa Mange Kimambi, kuna taarifa nyeti ambazo ameamua kuzianika kuhusiana na mtoto wa kwanza wa Vanessa Mde. Watu wengi sana tulikuwa tunafahamu huyu mtoto wa kwanza wa Vanessa Mde, Vanessa Mde amempata na mwanaume wake Rotimi, lakini Mange Kimambi siku ya leo kuna ushahidi ambao ameweza kuanika kupitia katika application yake Mangi Kimambi app, akiwa anaeleza wazi kwamba mtoto wa kwanza wa Vanessa Mde unaambiwa ni wajuksi. Sasa Mangi Kimambi akaenda kutoa ushahidi wake na akaonyesha na baadhi ya vitu ambavyo vinaonyesha huyu mtoto ni wa Jux. Hebu ukimwangalia huyu mtoto wa Jux alafu ukimwangalia Jux, unaweza kusema kuna namna fulani hivi wanafanana, lakini pia ukiangalia pia rangi ya huyu mtoto, huyu mtoto ni mweusi kabisa, na Vanessa Mdeo, ukimwangalia, sio mweusi sana na wala sio mweupe, yupo katikati katikati hapa, yani ni chocolate color kama ambavyo alivyo Priscilla. Sasa Mange Kimambi anakuambia kipindi ambacho na ni Vanessa pamoja na Jux wameweza kuachana eh, basi Vanessa Mdee aliondoka na ujauzito wa Jux, jambo ambalo eh, limepelekea mpaka leo hii Vanessa Mdee hataki kuzungumza na Jux kuhusiana na hilo swala, kwa sababu Jux, unaambiwa bado anaendelea kumtafuta Vanessa Mdee kwa sababu tu anaamini Vanessa Mdee ana mtoto wake. Eh, unaambiwa Jux sio kwamba anamtafuta Vanessa Mdee warudiane, anamtafuta Vanessa Mdee labda bado anampenda hapana. Unaambiwa Jux anamtafuta Vanessa Mdee ili mradi tu waweze kuzungumza kuhusiana na swala zima la mtoto e, na Mange Kimambi anakuambia hilo jambo limepelekea Vanessa Mde akawa anafumaniwa meseji na mume wake Rotimi. Rotimi anakuta, anakuta meseji Vanessa amechati na Jux e, Jux anamuulizia mtoto wake anaendeleaje. alipopata ujauzito alitoa wimbo Al, e, moja kwa moja tuweze kuamini hata Mange Kimambi alichokizungumza kuhusiana na huyu mtoto wa Vanessa Mde. Kumbe Vanessa Mde baada ya kuachana na Jux aliondoka na ujauzito bila yeye kujua. Baada ya kulala na Rotimi akamwambia huyu ni mtoto wako. Jambo ambalo limepelekea Rotimi kukosa imani kabisa na Vanessa Mde na Rotimi kuanza kumsaliti Vanessa Mde. Lakini mpaka leo hii Mange Kimambi anakuambia Jux anatamani sana yule mtoto aweze kutambulishwa kwamba yeye ni baba yake. Yaani kiufupi Jux ana hamu kubwa sana ya kukutana na mtoto ake ana hamu kubwa sana ya kumwangalia mtoto wake kwa asilimia kubwa sana. Hebu tuambie wewe mtazamaji wetu, ukimwangalia huyu mtoto wa Vanesa na ukimwangalia Jux, kuna ukweli ambao Mange Kimambe ameuzungumza kweli? Hapo tuachia maoni yako, lakini pia usahau kubonyeza maandishi mekundo laandikwa neno subscribe.